kingine ambacho mama yule, kama kuna wagonjwa Muhimbili, kila asubuhi atakwenda kuangalia hospitali, kupelekea chakula na jioni, sasa ruhusa ya baba. So, fikiria mama kwa niaba ya mume wake, wanaenda kule kuangalia wagonjwa Muhimbili. Yani, sio nasimuliwa, najua mm -hmm. hivyo yani, kwa hiyo alikuwa nakwenda kuangalia wagonjwa. Kwa hiyo no wonder mzee alijiona, kwa nani mwingine atakuwa kama mke wake alivyokuwa so smart, very strong, loving, half caring na ukifika nyumbani wako unateseka namna anavyokupangia ticket. Tumesikia watoto wake walivyokuwa wanazungumza kwamba kipindi cha likizo alikuwa anaondoa wafanyakazi wote nyumbani, wao ndio wafanye zile kazi yeah, na, za nyumbani. Kumuona mfanyakazi nyumbani kwa, nilikuwa namuona mama tu, tulikuwa eh, jirani sana, linalotupa funzo, si, si, funzo kwanza, ile kulea watoto wake, labda kwa sababu alikuwa ni bima baba maendeleo, maanake wale maafisa maendeleo wakuu wa mwanzo kabisa ni yeye baba pamoja na Ana Abdalla ndio wa ma professional maafisa wa maendeleo ya jamii. Kwa hiyo hata aliyokuwa anafanya kwenda kwa watu kudili kazi na watu direct ni ile profesheni yake, sababu ile unakwenda kwa watu kabisa huko. Kwa hiyo sikushangaa kwamba alikuwa anafanya, lakini na mke wake, yani hapo ndio umeshangaa. Afu ye mwenyewe kahakikisha miaka yote hii kuishi peke yake. Mm. E, halafu na watoto wake kama ninavyosema, walikuwa bonded pamoja na watoto wao. Mimi sikwahi kumwona mfanyakazi pale, takuta yeye mwenyewe that hey. mama so yeah, nafikiri nguvu ya baba ilitokana pia na nguvu ya mama yeah. Yeah. Okay, shukrani sana mama Makinda.